Wakati serikali kupitia wizara ya afya ikiumbuka baada ya jaribio lililofeli la kuficha ukweli kuhusiana na maiti takriban mia moja zilizotapakaa katika chumba cha maiti cha hospitali ya Mwananyamala, zimepatikana taarifa nyingine za mkakati unaoratibiwa na Idara ya Usalama wa Taifa kuharibu au kuhujumu maandamano yaliyopangwa kufanyika Desemba tisa mwaka huu 2025. Na pamoja na hayo, pia kuna taarifa ambazo zimeendelea kupatikana kutoka hospitali mbalimbali nchini zinazoonyesha kama kilichojiri katika hospitali ya Mwananyamala, kuna miili mingi ya marehemu ambayo baadhi imeanza kuharibika. Ni picha na video ambazo kwa kweli ni vigumu kuziangalia. Kwa hiyo makala hii inatupia jicho masuala hayo matatu. Kwanza ni hilo jaribio lililofeli la serikali kupitia wizara ya afya kujaribu kuficha ukweli kuhusiana na maiti zilizokuwa katika hospitali ya Mwananyamala. Lakini pia makala hii inagusia kuhusu uh, picha na video mbalimbali mbali kutoka katika hospitali kadhaa nchini zikionyesha kama hicho kilichojiri katika hospitali ya Mwananyamala. Na tatu, uh, makala hii pia inatupia jicho uh, ripoti iliyopatikana, taarifa zilizopatikana kuhusiana na mkakati wa idara ya usalama wa taifa kuhujumu maandamano ambayo yamepangwa kufanyika nchini kote Desemba 9 mwaka huu 2025. Na sasa tukianza na, ila kwanza hapo juzi, um, kuna video na picha zilisambaa katika mitandao ya kijamii na zilikuwa inaonyesha miili takriban mia moja katika hospitali, katika chumba cha maiti cha hospitali ya Mwananyamala. Kwa hakika kuangalia miili ile kulikuwa kunahitaji ujasiri uh, kwa sababu mingi ya miili hiyo imeharibika vibaya. Um, lakini kabla ya kuingia kiundani katika makala hii uh, kwanza nitoe pole uh, kwa ndugu jamaa na marafiki wa marehemu. Na pia uh, pamoja na ubaya wa hiyo yani, ugumu wa kuangalia hizo picha uh, na video husika uh, imeweza kusaidia baadhi ya Watanzania wenzetu kuwaona ndugu zao. Mpaka sasa hivi kuna takriban uh, uh, familia tano ambazo zimefanikiwa kuwagundua kugundua ndugu zao waliokuwemo katika, uh, katika hiyo mochwari ya Mwananyamala. Sasa, baada ya picha na video husika kusambaa kwenye mitandao ya kijamii serikali kupitia Wizara ya Afya ilitoa kanusho ikadai kwamba hizo picha na video si za kweli, ni taarifa za uongo na zimetengenezwa na watu wenye nia mbaya dhidi ya serikali na pia kuwa watu hawa wanafanya hivyo kwa lengo la kuichunganisha serikali na wananchi, lakini bahati nzuri wanasema uh, uongo unaweza ukajificha kwa muda mrefu lakini hatimaye utabainika na ukweli utakuwa hadharani. Na haikuchukua muda mrefu ukweli ukawa hadharani, na ukweli umekuja kuwa hadharani katika namna mbili. Kwa namna ya kwanza, kilichosaidia kubainisha kwamba Wizara ya Afya inaongopa ni ukweli kwamba picha hiyo yenye hizo maiti uh, takriban mia moja inafanana kwa asilimia mia moja na picha nyingine ambayo ilikuwa uh, ya familia ya marehemu mzee Ali Kibao, yule kiongozi mwandamizi wa Chadema ambaye alitekwa, akateswa um, akauawa na baadaye maiti yake ikamwagiwa tindikali. Uh, ilikuwa takriban mwezi wa nane mwaka jana, hili tukio tukio lilitokea takriban mwezi wa nane mwaka jana. Kwa hiyo kulikuwa na picha ya familia ya marehemu mzee Kibao katika hospitali ya Mwananyamala katika chumba cha maiti cha hospitali ya Mwananyamala. Kwa hiyo picha hii ya mwaka jana, wakati ndugu ameenda wa kuchukua mwili wa marehemu Ali Kibao, inafanana kwa asilimia mia moja na picha ya maiti zilizopo katika hospitali ya Mwananyamala hizi, uh, maiti takriban mia moja ambazo ni za waandamanaji. Sasa katika mazingira ya kawaida, ungetarajia kwamba angalau hawa watu wangekuwa na utu Um, kiasi kwamba wanaweza kukanusha kuhusu maiti za Watanzania wenzetu waliouawa na kudai kuwa wale sio watu halisi, kwa sababu hizi picha zimetengenezwa na watu wenye dhamira mbaya. Kwa hakika huu ni unyama, na hii ndiyo serikali ya Samia Suluhu Hassan ndiyo inachokifanya. Licha ya kuua hawa watu, maelfu ya watu Takwimu zinaeleza kuwa idadi ya, ya waliouawa sasa hivi inazidi elfu kumi, lakini kuna jitihada kubwa kwanza kuficha ushahidi. Taarifa zinaeleza kuwa baadhi ya waliouawa wamechomwa moto, lakini kuna watu ambao wamechomwa moto wakiwa hai kwenye viwanda, kiwanda kimoja cha sarudi jirida na sehemu nyingine nchini Tanzania. Aa, kuna maiti ambazo zimetupwa baharini kwenye mito, kuna ma, ma, makaburi ya halaiki huko Mabwepande na sehemu mbalimbali nchini Tanzania. Kwa hiyo kuna jitihada kwamba yani, kinachofanyika ni kama kuhalalisha huu unyama uliotokea, na pindi pengine mambo haya yakitulia, tutapata fursa ya kuelewa kwamba haya yaliyotokea kuanzia ah, Oktoba ishirini na tisa na ambayo yanaendelea mpaka muda huu ni mambo ambayo yalipangwa kwa muda mrefu, sio vitu ambavyo vimetokea tu ghafla kwa sababu dalili zinaonyesha kwamba kulikuwa na maandalizi ya kufanyika kwa haya mauaji. Lakini pia ukiangalia hizi maiti, takriban zote zina uh, taswira moja inayofanana. Nayo ni matundu makubwa katika miili ya marehemu. Hii inamaanisha kwamba risasi zilizotumika zilikuwa na lengo la kusababisha madhara makubwa kabisa. Ni aina fulani ya risasi ambazo zikiingia mwilini zina kuchimba shimo katika mwili yani, zinalipuka ndani ya mwili. Katika hali ya kawaida, ya risasi ikiingia katika mwili inapita tu na um, labda na kuharibu viungo na vitu kama hivyo, lakini hizi ni risasi ambazo zinakuwa kama bomu, zikiingia katika mwili wa binadamu zina lipuka na kuacha shimo kubwa katika mwili. Kwa hiyo, huu ni unyama ambao ulipangwa, na kwa hakika ni muhimu sana kila aliyehusika katika unyama huu afikishwe katika vyombo vya sheria. Vyombo vya ndani vya sheria havina uwezo wa kuchukua hatua dhidi ya hawa lakini hopefully vyombo vya kimataifa uh, hatimaye vinaweza kuja kushughulikia hili na haki ya Watanzania ikatendeka. Kwa hiyo uh, kulikuwa na hizi jitihada ya serikali kupitia Wizara ya Afya kudai kuwa hizi uh, taarifa ni za uongo. Kwa hiyo la kwanza ni hiyo picha ambayo ilikuwa ya marehemu uh, wakati ndugu wa marehemu alikibao kibao alivyokwenda kuchukua mwili katika hospitali ya Mwananyamala ambayo inafanana kwa asilimia mia moja na hii picha ambayo inaonyesha hizo maiti takriban mia moja ambapo wizara ya Afya imekanusha na kudai kuwa ni picha fake. Lakini la pili ambalo pengine ni la msingi zaidi ni kwamba kupitia picha hizo, a, picha hiyo ya hao marehemu katika hospitali Mwananyamala angalau familia tano zimefanikiwa kuwatambua ndugu zao. A, kwa hiyo ni picha za kusikitisha, lakini angalau kwa familia hizi zilizo, zi, inaleta faraja kidogo kwa familia hizi kwamba Uh, hofu ya kuhusu wapi ndugu zao wapo endapo wako hai au vipi, angalau ni habari mbaya lakini kufahamu kwamba uh, mauti yamewakumba inaleta faraja, kwa sababu haijulikani, maana muda huu kuna watu ambao pengine wako hai lakini uh, wamehifadhiwa sehemu. Kuna wengine ambao wametupwa sehemu ambazo hazieleweki na vitu kama hivyo, kwa hiyo um, lakini katika namna nyingine hili pia limesaidia kuleta ukweli kwamba Wizara ya Afya inadanganya. Hawa ni mashetani, hawa ni maharamia, ni watu ambao hawana huruma. Pengine katika mazingira ya kawaida kwa sisi ambao tuliwahi ku, tu, kuwa watumishi wa serikali tunaweza kuelewa kwamba haya ni maagizo kutoka juu. Kwa hiyo uh, pengine wasemaji wa wizara ya afya wanaweza kulaumiwa kwa unyama wanaofanya, lakini what do you expect kama amri imetoka Ikulu kwamba inabidi mkanushe hizi taarifa. Kwa hiyo wanyama wakubwa ni hawa wanaotoa hizi amri wanyama, m, lakini wanyama wakubwa ni waliofanya haya mambo, waliotoa uhai wa Tanzania. Uh, sambamba na hilo la hizo uh, picha za marehemu katika hospitali ya Mwananyamala, pia taarifa mbalimbali zimeendelea kumiminika kutoka hospitali kadhaa nchini ambapo hali ni kama ilivyo katika hospitali ya Mwananyamala. Uh, inaelezwa kwamba na ilikuwa ni swala la muda na ndio maana walizima internet. Katika zile siku tano za mwanzo ili kudhibiti, uh, kwa upande mmoja kuweza kufanya huo unyama kwa kiasi cha kutosha, lakini kwa upande wa pili walikuwa wanataka kudhibiti taarifa za unyama wao. Hata hivyo, jitihada zao zina feli kwa sababu picha na video mbalimbali mbali zinaanza kusambaa. Sasa, kama ilivyokuwa katika hospitali ya Mwananyamala, pia katika hospitali mbalimbali mbali zimepatikana zinapatikana zimepatikana picha zinazoonyesha unyama mkubwa na kwa hakika kulitokea unyama mkubwa sana kwa sababu maiti nyingi ziko katika hali mbaya. Hata hivyo, hiyo pia imesaidia uh, baadhi ya familia kuzifahamu, uh, kufahamu kuhusu ndugu zao kuwa wamefariki. Na hilo linathibitisha kuwa hizi sio picha za uongo. Na ukipita huko mtandaoni, kumekuwa na jitihada kubwa za kusema kwamba haya ni mambo ya akili mnemba. Unajua, sasa hivi tunaishi katika kipindi kigumu sana ambapo ukweli unashambuliwa na ukweli unashambuliwa na uongo ambao unajaribu kuwa ukweli. Kwa hiyo sio tu kwamba uh, ukweli unashambuliwa na uongo, lakini uongo unashambulia ukweli, unajaribu kutengi, kujenga picha ya ukweli kwamba unaweka picha halisi kwamba hawa watu wameuawa, halafu anatokea mtu kwambia hii, ah, ni akili nemba bwana, huu sio ukweli. Kwa hiyo ule uongo unajaribu kuchukua picha ya ukweli, na hiki ndio kinachojaribu kufanyika katika uficha ukweli wa hili. Lakini tukiachana na taarifa hizo za kusikitisha, pia kumepatikana taarifa kwamba Idara ya Usalama wa Taifa inaratibu mkakati wa kuhujumu maandamano ya Watanzania ambayo yamepangwa kufanyika Disemba uh, tisa ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Maandamano haya yamekuwa akihamasishwa na watu mbalimbali uh, ambayo ni mwendelezo wa kile kilichojiri tarehe ishirini na tisa uh, ya Oktoba mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo, kwa mujibu wa taarifa, kuna hatua mbili za hujuma. Uh, taarifa za kwanza zinaeleza kwamba kuna mkakati wa kufanya maandamano uh, yatakayowashirikisha umoja wa vijana wa CCM pamoja na makada wengine wa chama hicho pamoja na machawa uh, tarehe tisa ya mwezi wa 12 2025. Maandamano hayo yana, uh, kwa mujibu wa taarifa yatadai kwamba wanataka uh, maridhiano uh, Tundu Lissu achiwe na vitu vingine kama hivyo. Halafu inatarajiwa kuwa Samia Suluhu Hassan ata tekeleza, hayo tekeleza hayo. Kwa hiyo sifa zitaelekezwa kwake kwamba ni kiongozi msikilizaji, ni msikivu, anaitaka maridhiano na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna jitihada kubwa sana zinazofanyika za kumsafisha na kuna mabilioni yanamwagwa kuhakikisha kuwa anasafishwa kwa unyama aliyofanya, lakini taarifa nyingine zaidi zinadai kuwa tarehe tisa, ambayo ndio siku ya maandamano, pia kwa upande mmoja, kumepangwa maandamano mbadala. Lakini haya maandamano mbadala ya tarehe tisa lengo hasa ni kwamba endapo watu watajitokeza na dalili zinaonyesha kuwa idadi kubwa ya Tanzania watajitokeza, hawa UVCCM kwa kuratibiwa na idara ya usalama wa taifa watarusha mawe kwa polisi, kwa vyombo vya dola ili kujustify vyombo hivi vya dola kuwaua tena waandamanaji, kwamba this time sio tu uharibifu umefanyika labda kuchoma vituo vya mafuta na vitu kama hivyo, bali waandamanaji wamewashambulia Uh, watumishi wa vyombo vya dola polisi wanajeshi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizi ni jitihada zinazofanywa na idara ya usalama wa taifa na imethibitika kuwa taarifa hizo ni za kweli. Uh, kwanza maandamano tajua, uh, ambayo yanatarajiwa kufanyika tarehe nane kama ku preempt kile ambacho kinapangwa kufanyika tarehe tisa, lakini pia ni jinsi hujuma zitakazofanyika hiyo tarehe tisa, lengo likiwa sio tu kudhibiti maandamano, lakini pia kusababisha vifo vingi kama ambavyo vinaendelea kutokea nchini Tanzania. Jasusi TV inaendelea kufuatilia taarifa hizi na itazidi kuku update. Je, una maoni gani kuhusiana na habari zilizoletwa katika makala hii? Karibu utoe maoni yako hapo chini kwenye komenti. Asanteni na kwa